Mkoa wa Mwanza bado unakabiliwa na tatizo la watoto wanaoishi katika mitaa, hususan maeneo yenye watu wengi kama vile stendi za mabasi, vituo, maeneo ya ziwani, masoko, viwandani na kadhalika. Lakini mwaka 2024 nn mkoa wetu uliwatambua watoto wapatao 2380 na kuwaunganisha na huduma mbalimbali zikiwemo elimu, afya ulinzi elimu ya ufundi na baadhi yao kuunganishwa na familia zao. Idadi hii ni kubwa na inafanya mkoa wa Mwanza kuwa wa pili kitaifa baada ya mkoa wa Dar es Salaam kwa kuwa na idadi ya watoto wengi wa mitaani. Kwa msingi huu, ni lazima kuzindua mkakati huu na kuusimamia ili kuweza kupunguza ama kutokomeza tatizo la watoto wa mitaani ambao baadaye wanaweza kuleta madhara makubwa kwao, hata kwa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo serikali ya mkoa, taasisi hizi binafsi, tumekubaliana ku identify by nyumba za namna hizo, wale wanaopitia tasafu wapitie, wale wengine wanaohitaji msaada wasaidiwe, ili tuimarishe uchumi wa kaya maskini, ili watoto waweze kulelewa katika kaya hizo, kuwa na daftari la watoto waliotoroka vijijini na mitaani. Kila serikali ya mtaa iwe na rosta yake ili tujue pale Magu, kila kijiji waliotoroka kule kijijini ni wangapi, tutakuwa na orodha wamekwenda wapi. Kwa hiyo mkakati mwingine ni kutekeleza sheria hii ambayo nimeisema, wazazi ambao watimizi wajibu wao lazima wafikishwe kwenye vyombo vya kisheria na wanakabiliwa na adhabu ya miaka mitano, lakini pia kifungo cha miezi sita. Kwa hiyo ni lazima tukaisimamie, lakini mkakati mwingine ni kuwaunganisha na watoto hawa na familia zao. Lakini mkakati mwingine ni kutoa elimu ya malezi, ulinzi wa mtoto. Huu ni mkakati endelevu, hatutaacha kuwacha, lakini kudhibiti vipenyo vya uingiaji wa hawa watoto. Tunajua kwa hawa wanaozurura zurura mtaani wanalewa lewa ovyo na madawa ya kulevya ili wasije kuwa panya rodi na kuathiri usalama hapa. Tutakapowachukua tayari, tumeshakaa na vituo vyote vya soba, tutawapeleka wakaishi huko soba, badala ya kuishi huko mtaani kwenye baridi. Kwa hiyo na nyie muwe tayari kutuchangia chakula na magodoro, wakakae kule. Watakaa miezi sita. Baada ya miezi sita, tutafanya assessment, nani tayari akili yake imerejea katika uelewa wa kawaida. Baada ya hapo tutawatafutia scholarship VETA, tutaandaa mafunzo ya miezi mitatu wakasome kule, tunawapa vifaa na kuambia sasa, tawanyikeni. Atakaye rudi mtaani, maana yake huyo ameamua mwenyewe, sheria nyingine itachukua mkondo wake. Tunapodhibiti hao watu, tunaandaa kudhibiti taifa. Tukidhibiti taifa, utulivu na amani utakuwepo na hata sisi hatutapata athari ya uwepo wao wao. Kwa hiyo tukiwa, tukiwaona mitaani tusije tukadhani kwamba hatuwajibiki nao, na wale watu wanaweza kuwa ni janga kubwa la taifa, ambalo janga hilo halitawakumba wao tu, litatukumba na sisi. Kwa hiyo ni vizuri tukalidhibiti, ni vizuri tukarejesha hali ya amani kwao ili tuishi kwa amani katika mkoa na kwa taifa letu kwa ujumla.